Dakika ya hamsini na tatu mara baada ya saa 10 za jioni. Mambo ni vipi? Habari yako? Mambo, mambo ni poa, habari ni nzuri, safi kabisa. Bila shaka hata kwa msikilizaji yuko vizuri na ameshasikia kiashiria cha kwamba tuko kwenye sehemu gani kwa sasa <laughs> yani, msikilizaji anachosubiri sasa hivi ni mm. kimoja, hayo mambo ya Ma. salamu, anajua kama sisi ni wazima, kwa sababu anatusikia tuna sauti Uh, ni vizuri hey. Kumdhibitishia kwamba ah, okay. mm. hii sauti inawezekana inatoka lakini inatoka kwa watu ambao ni wabonji na masononeko, na sisi hatuna masononeko, tuko <laughs> vizuri <laughs> noma sana, ndio <laughs> hey. Ujumbe wa njiwa ndo sasa karibu na kiukweli, siku ya leo tunazungumza jambo ambalo inawezekana linachukuliwa kwa udogo, lakini lina uzito wake mm. na ujumbe wetu wa njiwa leo tunautuma kwa wale ndugu zetu ambao wanakosa shukurani Aidha kuionyesha ama kuilipa. Hey. E, unajua kuna ile ku, kuonyesha kwamba umeshukuru moja kwa ku, kwa kwa kwa kwa kuzungumza nah, hey, hey, au basi kufanya matendo au kuonyesha ishara basi kwamba jamani, hmm. kuna mtu alikutenda wema ama kuna mtu amekufanyia kitu kizuri anastahili kushukuriwa. hmm. Unajua, shukrani tunazipata tunazi, tunazi kwanza kuanzia hata kwenye mafundisho, sisi ambao tumepita kwenye mafundisho ya kidini yeah. E, tunasema tunajifunza kumshukuru Mwenyezi Mungu aidha ametenda Hawa hajatenda, tunamshukuru. Sawa mm. Sawa ni kweli. E, sasa tunakuja kwetu kwenye maisha yetu haya ya kawaida watu wanajitoa kusaidia maisha yetu kutuvusha. Yaani leo nilipo, mm. sasa hivi ama ulipo wewe Amina, kuna mtu ambaye alikuwa eh, eh, mpaka akasababisha mimi nikafika hapa nilipo, lakini mm. je, kupitia huyo mtu ambaye alinisaidia mimi, nimewasaidia watu wangapi, na mimi kuwa, kuwalisha kile kitu ambacho nilisaidiwa mimi huko nyuma, ili na wengine waweze kuvuka kupitia mimi. Je, unapokuwa kwenye uwanja wa fursa mm. na ukaona kuna upenyo wa kumpenyeza yule mtu ambaye E, alikusaidia, unafanya hivyo au ha, hata ha, kama sio yeye mm. miongoni mwa yeyote ambaye yuko kwenye ile familia ya yule ambaye amewahi kukutendea wema, naam ya yeah, hilo ni tatizo ambalo kiukweli sisi waja sisi wanadamu tunalo, na kwa siku ya leo tumesema tukumbushane na tuwaseme, tukiwa tunataka kufundishana kumshukuru mtu. Inawezekana ukamwambia kwa mdomo, ninakushukuru kwa wema ama kwa jambo mm. fulani ulionitendea, mm. inakuwa ni nzuri. Haijalishi moyo eh, umesema ama hujasema. Kuna mwingine ambaye kuzungumza hawezi na, anaenda anapiga magoti mbele za Mungu anasema, jamani, Mungu naomba msaidie fulani, kanisaidia hivi na mm. mm. hivi hivi na nini na nini, vitu kama hivyo, lakini kuna mwingine kama ambavyo tumesema mwanzoni kwamba yeye katika kushukuru mm. anachokifanya amepata wakumvusha na yeye kupitia kule aliko mm. atasaidia atashukuru kwa kuwavusha wengine mm. ili wawe wengi zaidi na zaidi nah. Ehe, hizo ni njia tofauti tofauti za kushukuru nah. Lakini sasa kuna wale bwana ambao hata umtendee nini yeye sio kwa sauti mm. Sio kwa, kwa matendo, kwa matendo. <laughs> Yani ye ya hivyo vitu hayumo <laughs> eh. Kuna kuna kuna zile hata tabia ndogo ndogo, kwa mfano umempigia si mtu, unamwambia pasesi, ninaomba unisaidie namba ya mtu fulani mm. kwa moyo mkunjufu unanisaidia namba, ukishanipa ile namba mimi moja kwa moja namtuangia yule mtu ambaye nilikuwa nataka kuzungumza naye hmm. Hata kusema kwamba pasesi, nashukuru hmm. Hata mrejesho, jamani, hata mrejesho ni sehemu ya kushukuru. Au yawezekana sio kuomba tu, umeagizwa kitu sehemu umeenda aidha, umefanikiwa au haujafanikiwa, kurudisha pia mrejesho. Kuna namna ambavyo yule mtu ambaye alikuwa amekuagiza au yule mtu ambaye alikuwa amekusaidia mm. ukawa umefanikiwa kwa jambo fulani, ukirudisha mrejesho, ukamwambia kwamba kuna moja mbili tatu, kupitia kile ambacho umenisaidia imekuwa hivi na hivi. Ndiyo. kuna namna ambavyo inampa nguvu mm. au wanaona kwamba eh, kumbe na mimi nimekuwa sehemu ya kufanikisha jambo ambalo alikuwa anataka kulifanya fulani. Mm. Kwa hiyo jamani tujitahidi. Kwa wale ambao hamna mioyo ya shukrani, yani nyie mioyo yenu imejaa tu ni malalamiko kila wakati. Mm. Umefanyiwa jambo dogo, umefanyiwa jambo kubwa, wewe kwako neno asante jamani hauna kwenye mdomo wako. Mm. Ni malalamiko. Tuna, eh, tunaomba tuwakumbushe. Yani wewe umezaliwa yani ni kama vile eh, Mwenyezi Mungu alikuwekea alikuwekea memory card ya kulalamika. Mm. Yani wewe muda wote ni unalalamika, unalalamika, unalalamika, umefanyiwa jambo jema, umefanyiwa jambo baya. Yani wewe hauna jema mbele ya macho yako hata kama hilo jema ila wewe wanaliona mm. Kwako kwa kitu kama hicho hakipo, no. Na unajua hii inatokana na nini? Kwenye malezi, mm, kuanzia watoto wakiwa dogo wazazi, wafundisheni wa, wa watoto wenu kuwa wanasema asante, kuwa wanashukuru mm. Amepata amekosa, amshukuru. Hata kama sipokushukuru wewe, mfundishe kumshukuru Mungu kupitia chochote ambacho anafanyiwa na mtu yeyote, amshukuru Mungu huku. Kama kitakuwa ni kitu kibaya ambacho amefanyiwa basi ashukuru, alafu angalie jinsi ya kufanya ili kuweza kulitatua lile tatizo. Nataka so. nitumie mfano ambao mm. si mzuri sana lakini, unaweza ukatufunza ukitaka, yeah. kujua kwamba kutokumshukuru mtu ama kuonyesha moyo wa ku appreciate mtu kitu alichokifanya, unawavunja mm. watu moyo. yeah. Tazama tabia za machawa yani. <laughs> mtu analazimika aseme <laughs> hata shukrani za uongo, sifa za uongo, kwa sababu anajua namna gani atamfanya huyu mtu atamotivate, yani atamwongezea <laughs> <Tunasema, laughs> yani, hali ya kuendelea kutoa E, msaada ule aliokuwa anampatia. Kwa hiyo mm. wewe kuto kumshukuru mtu fulani aliyekutendea wema au kumsema ama kufanya kitu kama alichokusaidia mm. inawavunja moyo watu wengi ambao hawaoni tena thamani ya kusaidia watu jiyo. Kwa hiyo jamani, pale unapoweza, na actually, so unapoweza, unaweza kwani, mbona hilo neno kuna kuna eh, kuna eh, ni, ni, ni nahisi ni huyu nanauka ambaye sasa hivi amekuja kuwa waziri wa, wa, eh, maendeleo ya vijana mm, aliwahi kusema kwamba ukitaka kuishi vizuri hapa duniani kuna maneno matatu na, kuna neno pole, asante na samahani. Haya maneno matatu ukiaishi vizuri mm, kila mtu atakupenda kwenye mzunguko wa maisha yako. Bama, yani, yani jijengee wewe kusema pole, asante, samahani, utaishi vizuri na aichukui ai gharama au ushauri mm. wa daktari kusema <laughs> hayo maneno. <laughs> E, tumagize njiwa wetu, najua nakukwaza <laughs> sana e. Nikikwambia pole najisikia zinaisha, najisikia ah, <laughs> kuheshimika najisikia kidume ni yani, akinafiki ah, eh? no, e. lakini e. ulipoipokea umeipokea vizuri njiwa. <laughs> Sawa. Ujumbe wa njiwa, leo.